Nimpa ujumbe mmeo, alikufikishia hiyo ndo salamu. Sina sina haja salamu. Vipi umepuuzia, sio? Hebu nisikilize, yule ni mtoto wangu mimi, mimi ndo lomzaa mtoto yule, kwa hiyo hamtaweza kumpata. Umenisikia? So, na hii habari ya kila kup... nakopita nawe upo kuja kunambia mambo yako mwanzo na mwisho, sitaki Sio familia tu, yaani iyo ndoa ambayo unaliingia na huyo mtoto, vyote utavikosa kwa wakati mmoja. Maana huyo mumeo nitamwambia kila kitu <laughs> alafu basi nitaongezea na chungu, ili tu ukose vyote kwa pamoja. Tu niachie familia yangu, naomba niachie familia yangu. Na ushapata mume wangu, au unaenda neno? Naomba niachie familia yangu, sitaki. Afadhali mimi ndo nito kwanza sijawahi kushindwa mimi. Mkuu wangu ananiamini, na ndio maana ananipa kazi, kanichagua mimi kuwa kibaraka wake. Yani leo yule mtoto mdogo tu ndo anifilishe mie kazi eh? <laughs> Mimi nisikilize, mimi ni mzazi na nitafanya ninawezekana juu chini kumwokoa mtoto wangu. Au utampata au utoweza, na umeshachelewa Sapu. Yani mtoto lazima tumpate, na wewe ndo utakosa, maana mumeo nitamjaza chumvi, nitamwambia kila kitu yaani mimi <laughs> sijawahi kushindwa na kitu sapo sia kushindwa na kitu mimi naaminika wewe panya mdogo sana naangaika wacheo nachokitaka ila <laughs> ilagano mama ilagano ilagano ilagano ilagano ilagano mama ilagano Ilagano ilagano, mama ilagano, ilagano. Mambo vipi? Uko mzima mzima, kwema? Kwema, uko poa? Niko poa. Yaani mimi na wewe kuonana kwetu kwenye kazi zetu, lakini hivi kawaida wala tuonani, yani ilo kama bahati mbaya kutoga maamoja chmachummiknkochinwa unaona, uongozi wa mkuu uko sawa kweli? Kivipi? mimi binafsi naona mkuu uongozi wake wala sio mzuri hmm. Uh, somoe so alikuwa anakosa gani, anakosa gani? Akaenda kumuua ndio. Wifi yake na Sapuu. Ah. Shampata. Ushampata. Yeah, eh, yule alikuwa anakusagia mpaka aende akamuua. Ukiachana na hilo, safari ya Tanga. Tumeenda Tanga, wao mwenyewe umeona. Eh, mkuuye, ndio ameanza chokochoko. Kaanza uchokonozi, mwisho siku wale kule nao wamekasirika, wamefanya mambo ambayo hayafai. Tunarudi huku, wanasema, "Oh, tumedhalilika. Sisi kule hatutendea haki, inabidi tulipize kisasi." Na wakati mkuuye, ndio ameanza lile sakata la ugomvi. Sasa hayo maneno haya ulibidi uongee siku ile hmm, pale kwenye kikao ulivyoitwa so, na mkuu ulibidi ongee maneno hayo. So hayo maneno hayo niambie hapa njiani. Nadhani mkuu wewe mwenyewe unamjua. Yani, pale ningesubutu kutia hata neno langu, maisha yangu ningeweka rehani, na ndio maana sikusubutu hata kutoa neno. <laughs> Nadhani wewe mkuu unamjua, mkuu unamjua kweli, lakini hayo maneno ulibidi uongee pale pale. Wewe kama unaona hapo sawa, ulibidi uongee pale pale siku ile, alafu isitoshe. Hivi unaonaje kuhusu kiti cha kicha cha, kuhusu kiti ndio, Mariamu mm -hmm, ameshafikia umri, inatakiwa akabidhie kile kiti. Ambiwa ukweli kisi kuhusu kiti, akabidhie kile kiti, unaonaje? Mimi kuhusu hao mambo yako sitajui, unishirikishe. Kama unaogopa una labda kutoa kafara, utajua mwenyewe. Naanzaje kuogopa kutoa kafara? mm -hmm, kama nimekula za wenzangu na mimi ya kwangu natakiwa nitoe watu wa ile, wala siogopi kutoa kafara. Basi sawa, kama unaona sio kwa sababu hiyo, mimi kuhusu mambo yako hayo sihitaji unishirikisha hata kidogo. Naomba hayo mambo yako yafanye mwenyewe na uyamalize mwenyewe, mimi sihusiki na usinihusishi. Sawa, zingatia sana hilo, sikilia kwa makini, lakini ila swala hilo nisamee nimeshachoka. Hivi kwa nusu kufanya kesho asubuhi jamani. Sasa, so umechoka unamchokea nani? Kazi ni yetu wote. Alafu angalia kesho, mimi sina muda wa kuendelea kufanya hii kazi. Kwa sababu kesho mimi sina muda wa kuwa tena hapo mbali. Tunakuwa katika mishimisha dawa. Alafu vile vile kuna mpangaji anataka kuja kuona kichumba na nyumba nzima ofusa. Atafanya usafi mwenyewe. Sasa mimi mmoja ndiye nifanye usafi tena. Siona kuja kufanga, si nitafanga wana mwanangu. Yes. Eh.

Nitu abe mkuu. Swedi na mkuu, asante sana wada kufika kwenye kikao hichi. Nimekuiteni kwenye kikao hichi ndio mkuu. Ongera sana kwa kumuua yule mama mfuga skule kazi uloifanya Nitu, umenisikia? Asante mkuu, nakupa ongera yako mkuu, lakini kuna shida. Shida gani? tumeshindwa kumchukua ule mtoto. Usinambie Nitu, sipendi masaa kama hayo. Sababu nini? ni mzito. <laughs> Usinitanie, kwenye kazi kubwa umefanya, kwa nini hii kazi ndogo uishindwe? Mkuu, niongezee nguvu. Nitakuongeza Swedi. Swedi na Mgu, utashirikiana na Ngitu kwenda kumchukua mtoto, umenielewa? Nimekuelewa mkuu. Sema mkuu. kuna shida nyingine. Shida ipi? Kuna mtu anaingilia kazi zetu mkuu. Nani huyo? Kijana mmoja anaitwa Masu. Nani huyo? Anaitwa Masumbuko. Masumbuko nani? Yule yeah. mlevi ndio mkuu <laughs> unashindwa kumdhibiti mlevi? Mnashindwa wedi na mkuu. Unashindwa kumdhibiti mtu, unashindwa kumdhibiti mlevi? Kazi kubwa umefanya ili kumdhibiti mlevi. Mkuu, unamsikiliza. Nakupa wiki moja au wiki mbili tumalize kazi, umenielewa? Sawa mkuu. Mimi, mitu abee. Mkuu, siku ya sherehe yetu tutafanya takrima kubwa kwa watu wa Tanga. Unaendelewa maanake yule mbibu anataka kutoa sadaka. Sawa mkuu, sadaka itakuwa kubwa, na watu wa Tanga lazima tuwaite, ili tuwaonyeshe na sisi uwezo wetu wa kiuchawi Umenilewa. Alafu mkuu lazima tuonyeshe zalauei. <laughs> <laughs> So, utashika um, ngoma utapiga. <laughs> Ah, ah, Poa, wema mzima, wema, mzima. Bim, niambie. Ah, naona upo. Nipo za siku nyingi, safi tu. Jambo. Jambo. Yupo. Unaendeleaje kwa nyumba? Ah, Mungu ni mwema hata wewe. Ah, naona sasa una nawili. Wewe ndio hivyo tu. Ah, shemeji, muda mrefu umepita tunajaonana? Ah, muda kweli, wewe acha. Kwanza pole na matatizo. Ah. Mimi nashukuru Mungu. Mm. Tumeshapoa. Jambo lishapita kama hiyo kimoja. Ah. Ila shemeji, yakupasa uoe sasa. Si unajua tena, apate mtu akubadilishane mawazo. Wewe shemeji yangu, upo sahihi, lakini nyinyi wanawake watu wabaya sana, ila tunaishi tu na nyinyi kwa sababu ndio mshakuwa ni wazazi wetu mama zetu. Lakini nyinyi wanawake wabaya sana, ndio maana mimi kwa sasa hivi akili yangu sifikirii kuoa kabisa, wala sifikirii kuwa na mwanamke. Yani bora nikafanya mambo mengine, lakini sio mambo ya kufikiria kuoa na kuishi na mwanamke. Kwa vile wewe tu ni shemeji yangu na kuheshimu, lakini angekuwa ni mtu mwingine, ningemjibu maneno mabaya. Mshemeji atakama kumbuka, wewe unakaa na mdada wako, afungwa na mwanamke

Mganga Nyumbu, nimekuja, ujio wangu ni ule ule mdogo wangu bado bado, hali yake ipo vile. Mganga, yaani hali imekuwa mbaya, yaani imekuwa mbaya zaidi, sijui tatizo nini. Zile dawa nimempa, lakini bado tatizo lile lile naendelea, sijajua kuna tatizo gani. Mganga, mimi nilijua utakuja, mimi nilijua kabisa kama utakuja eh. Nikasema ubinti uenda hata akaja, niamini kwa sababu nyewe mshazoe wa ganga wenu mwende mganga lazima abane pua. Oh, mimi hapa nitakupa dawa hisu hivi na hivi. Mimi sibanipua na mambo yangu yamenyooka. Hii hakuna shida katika ile dawa ile. Siku tuvokuja kutoka tu hapa kuna shida. Mimi nimeona tatizo gani tena ile mganga. Watu jamani. Ah! Oh, ile dawa imechezewa, ile dawa imechezewa na leo chezea ile dawa oh. Amevuta mwamba kavuta, amekufa mganga. Mita mdogo wangu atapona kweli mganga? Ile mimi hapa kwangu akishindikani kitu hapa akishindikani kitu Pua na mambo amenyoka. Mimi nakupa dawa nyingine, sawa so? Ndio mganga, nimekuelewa. Sio mimi huyo, ah. Sio mimi huyo, kaniambia twende, ah mimi huyo ah. Sio mimi huyo anaambia ah. Ah. Twende, mwisho wa siku kanishikama Umeona hii? Umeiona hii? Mganga. Sasa hii ndio kuisha kazi. Ndiyo. Hii aliokupo hai aliokufa akigusa tu amenasa. Anii inakusanya vyote. Hii inaitwa kimbunga. Unakijua kimbunga? Nakijua mganga. Hii bwana inaitwa kimbunga. Huyo mdogo wako anapona na hii inabaki kama kinga. Andeke mgusa yoyote yule amekwisha mganga. Sasa unaniachaje? Unatoa mikono tu, mganga, ida bwana mganga. Unanipaje kama unanipa da eka humo achukua chukua

zangu tu si akasema mlevi, lakini hizo tabia mnazoenda nazo jamani sizo, Mungu anakataza. Fanyeni kazi za mishahara, bau nafanya kazi akuiba

Mbona mpaka jala otsi dada yako apate mtu wa kuongea sasa? Si una shida gani? Sijamuelewa. Unajua, muda mwingine wanawake masuala ndoa haya huwa anakata muji sana, si kama nalia yule swedi sio kama akuai kuoa alishaikuoa, alikuwa anaishi na mkewe Vingunguti, si unaelewa? Sasa basi, baada ya kuishi na mkewe kwa muda mrefu tu, baadaye akamfumania mkewe ndani ya kitanda chake yeye mwenyewe akiwa na mwanamume mwingine. Ndo unapofanyia madangi yako sio? Na uchafu wako ndo unayejaminia sio? Nimekuja kukupa onyo, katoe uchafu wako uliomwekea yule mtoto, lasivo tutakumaliza. <laughs> Ani wewe wewe, unakuja hapa. Ninakuja kukupa onyo, toa uchafu wako mtoto wewe, oya we, hey, we, we mi siogopi, umesikia? Mi siogopi tangoja niki sikasema so, ukatumia nguvu mimi siogopi. Nikwambie kabisa, mi siogopi. Kama nyie wakali, nendeni, nendani mkatoe kichoka kwa kwae mtoto. Sitoi chochote, afu nyewe wa chumba tu wewe. Tutakuja kukumaliza. Faja tulivyokuagiza ni bonge la pigo Yaani mkewe kamfumania ya ndani na mwanamume mwingine, kitanda chake, chumba chake, sio kitu cha masiala. Basi baadaye walipoachana kilichotokea yule mwanamke akaja akapata ajali mbaya sana, na yule mwanamume ambaye animfumaniwa na naye, ajali mbaya sana ya gari, alikufa papo hapo eh. Basi hiyo issue Nilinuka pale mtaani kote, wakamwona kama sodi ni mchao, wakamwona kama yule mtoto anatumia nguvu za giza. Unajua mambo mengine yanawakata yana sana watu mudi, hasa watoto wa kiume wanashindwa kuoa kutokana na mazingira kama hayo, ndio tabia tumuka ya mtu hiyo. Mbona mimi nimetulia kwangu? hmm. <laughs> na mimi nisije huko nikawa na nyepelewa nyepelewa, naibiwa ibiwa, ibiwa. Wewe. Niamsumbui tena mmitishi kabisa. Tumesema nimekaa chini. Ukanaona mfupi. Oya, Mimi siogopi baba. Mimi siogopi kabisa. Na siku nyingine, wao kutumaambia mtume mtu mwenye nyama kidogo. Sema kutuma eh njiti, ana kausumbuie. Sasa bora mimi nisokwe tut, na nyama na ndo maana siliwi. Wewe mwenye nyama ndo mta tutakuhitaji tukule. Na asubuhtu mume ni nani? Niamsumbui. Aninya mitishi kabisa. Afo sikia, mi mwenyewe nne tano kitambo kitamboni, kabla sijaanza hizi kazi nishakichafua sana ah! Ngoja kwanza waijua way. Hii anayejiamini apigi kelele, kuna mbavu mbili, unajikuta mae potea anahangaika kwa cheo anachokitaka. Ilagano mama e. Ilagano kwa ilagano